Siasa za eneo la Mlima Kenya hasa kutathmini ni nani mwenye ubabe zaidi katika eneo hilo zikiendelea kuchacha kila kuchao, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amesema kuwa jamii ya Mlima Kenya ni moja na haitagawanywa na siasa zilizoko sasa hivi, akidokezea kuwa wakati huu ni wa kufanyia wananchi kazi. Kuna tofauti ya Mkikuyu na Mwembu na Mumeru eh? kwa hivyo nyumba yitu mimi nawaomba tuendelee kuwa kitu kimoja, na sisi tusikuwe watu wa kuleta siasa, ambaye ni siasa mpya hapa kwetu Central. Sisi tumekuwa watu waerevu, tunajua kila wakati, kila kitu iko na majira yake. si wakati wa kampeni utafika? si tutanyoroshana wakati wa kampeni. saa hii ni wakati wawera sio wakati wa kampeni. Ikindiki yeah. akionekana kumsuta Gashagwa na wandani wake wanaopinga ziara za viongozi wa Mlima Kenya kuona rais na pia naibu wake, akisema yeye ni naibu wa rais wa Kenya na wala hakuna shida yeyote wenyeji wa Mlima Kenya wakimtembelea. Tena niwaulize yeah. kutembea pale kwa deputy president wa Kenya yeah na ni deputy president anatoka hapa kwenu Central, iko makosa gani? Iko makosa gani? Si mumeona watu ya Taita Taveta hapo na watu ya Kajiado na watu ya Rift Valley na watu ya North Eastern, watu wa Central na wanyandaro wakikuja, iko makosa gani? kuna makosa Aida amesema kuwa serikali ya kitaifa inaendelea kufanya juu chini kutimiza yote waliohaidi kwani sasa hivi wameweza kustahimili uchumi ambao ulikuwa umedorora kwa muda mrefu. Najua wakati Rais Ruto amechukua usukani, kulikuwa na matatizo mengi ya uchumi kwa sababu ya ule ugonjwa wa COVID-19. Lakini kwa sasa baada ya miaka miwili hivi tumeanza kuona dalili kidogo, uchumi umeanza kuimarika. Ile dawa ambayo imetumika kwanza kabisa, 2022, mbolea ilikuwa elfu saba leo ni elfu mbili na mia tano. Ni kweli, si kweli? Mimi nakaa mtu ya kuongea mambo ovyo ovyo. Eh? Mimi sio mtu ya kuongea mambo ovyo ovyo. Nataka niwakikisa watu wetu, mimi hizo barabara zetu hapa Nyandarua, masoko yetu, stima ambayo mmeuliza, title deeds ambayo colonial villages mnauliza, mimi nitahakikishia ya kwamba katika miaka miwili na nusu ambayo imebaki hiyo kazi yote imefanywa . Kindiki ameahidi kuendelea kuzuru eneo hilo, kutangamana na wananchi na kuangazia maendeleo. Fredrick Kwambua, Undugu TV.